fanyika eh, didi ya Shinyanga. Moja kati ya sifa ya Mungu ni msamaha. Kama Mungu ni wa msamaha, kwa nini alishindwa kumsamehe shetani? <laughs> Najibu namna hii a ba cha da Msamaha upewa, lakini lazima upokewe kwa toba, upokewe kwa toba. Mfano mwana mpotevu, ukisoma Luka sura ya kumi na tano mstari wa kumi na moja na kuendelea, alitafakari baada ya njaa, akasema, mbona nyumbani kuna chakula cha kutosha, nitaondoka niende kwa baba niseme baba Mekosa mbele yako na mbele ya Mungu sistahili tena kuitwa, akafanya toba. Shetani akutubu, akutaka toba, na alikataa msamaha. Kule Marekani kuna wakati rais alitoa msamaha kwa wafungwa, lakini lazima usaini ile fomu. Mfungwa mmoja akakataa akusaini, akataa kupokea msamaha na alikuwa anyongwe, kesi karudi kwa jaji, huyu mtu namfanyaje? Amekataa na amekata. Na kweli akanyongwa. Alikataa msamaha. Shetani alikataa ba malaika walifanya maamuzi yasiyobadilika. Mtakatifu Thomas Aquinas alisema malaika walichagua mara moja na kwa uhakika, na uamuzi huo hauwezi kubadilika kwa sababu ya hali yao ya kiakili. Kiakili wako tofauti na sisi, wanaona mbele, walijua matokeo yote. Uwasi wa shetani ulikuwa uamuzi wa milele. Yesu alisema Yohana sura ya 8 mstari wa 44, alikuwa muwaji tangu mwanzo, yeye ni muongo na baba wa uongo si Mungu akushindwa, bado anaheshimu uhuru wa, wa viumbe vyake. Methali ya Kiswahili inasema dawa haiuponyi anayekataa kuitumia shetani alikataa dawa. Hakuna anayekunywa dawa kwa niaba ya mwingine. Walatini walumi wana methali inasema, neema ainimini kwa nguvu na methali ya Kilatini inasema haki na huruma ni macho ya Mungu, ana huruma lakini ana haki. Msamaha wa Mungu haujaisha, bali shetani alijifungia nje, aliweka kando toba kwa kiburi. Kwa kiburi. Ndivyo navyo